Leo tutatambulishwa kwa wafalme kadhaa na majina mengi, na hivyo ndivyo inavyokuwa tunaposoma historia, sivyo? Kupita mtihani wa historia ulikuwa mgumu sana, kwa sababu ilibidi ukumbuke majina yote hayo. Sawa, wacha nikutie moyo. Kukumbuka majina ya wafalme hawa wote siyo jambo la msingi hapa. Kile ambacho Mungu anasema kuhusu wao ndicho cha muhimu. Tazama, hii itakuwa zaidi ya somo la historia. Kila mfalme anapotembea kwenye jukwaa la historia ya binadamu na kusimama kwa muda chini ya mwangaza wa kimungu, tutasoma kauli hii inayorudiwa mara nyingi: alifanya maovu machoni pa Bwana, au mara kwa mara tutasoma alifanya yaliyo sawa machoni pa Bwana. Sasa tukianza hapa katika sura ya 14 tunachukua simulizi la Yeroboamu, mfalme wa ufalme wa kaskazini wa Israeli, na tunasoma hapa katika aya ya 1: wakati huo Abiamu mwana wa Yeroboamu aliugua. Na kwa hayo tunaambiwa mfalme huyu mwasi anamtuma mke wake akiwa amejificha kwa nabii wa Mungu ili kujua kama mwana wao atapona au la. Kwa sauti ya hatua zake zinapokaribia, tunaambiwa, nabii anamtambua na anaendelea kumpa habari mbaya: mwana wao atapona ugonjwa wake. Lakini kisha nabii anatoa maoni ya kuvutia hapa katika aya ya kumi na tatu, akionyesha kwamba kifo cha mtoto huyo ni baraka kwake, kwa sababu ataepushwa na machafuko mengi, umwagaji damu na huzuni. Nabii anasema hivi, kwa maana yeye tu wa nyumba ya Yeroboamu atafika kaburini, kwa sababu ndani yake kuna kitu kinachompendeza Bwana katika nyumba ya Yeroboamu. Kwa maneno mengine, kati ya wote katika familia ya Yeroboamu ni huyu mvulana tu aliyekuwa na moyo wa kumcha Mungu na Mungu anamchukua nyumbani. Basi nabii anamfahamisha mke wa Yeroboamu kwamba Mungu atamwinua mfalme mwingine na mfalme huyo ataikomesha nasaba ya Yeroboamu. Aya ya 16 inatuambia kwamba hukumu juu ya Israeli yote hatimaye itatokea kwa sababu ya dhambi za Yeroboamu ambazo alitenda na kuifanya Israeli kutenda dhambi. Basi baada ya kutawala kwa miaka ishirini na mbili, Yeroboamu anakufa na mwanawe Nadabu anamrithi. Na hapa katika aya ya 21, simulizi linahamia kwa mfalme wa Yuda, Yeroboamu. Sasa kumbuka taifa limegawanyika katika falme mbili. Ufalme wa kaskazini unaitwa Israeli na ufalme wa kusini unaitwa Yuda, ambao una mji wa Yerusalemu kama mji mkuu wake. Kwa miaka 17 wakati Yeroboamu alitawala kama mfalme hapa Yerusalemu, aya ya 22 inasema Yuda ilifanya maovu machoni pa Bwana. Utawala wake mbaya unakumbana na uvamizi kutoka Misri ambao itachukua athari kubwa kwa Yuda, ikiwa ni pamoja na sasa, kulingana na aya ya 26, kupoteza hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme. Sasa hatimaye Yeroboamu anakufa na mwanawe Abiyamu anachukua kiti cha enzi hapa Yerusalemu lakini kwa huzuni, sura ya kumi na tano inapoanza, tunaambiwa hapa katika aya ya tatu Abiamu alitembea katika dhambi zote ambazo baba yake alifanya mbele yake. Anatawala kwa miaka mitatu tu na mwanawe Asa anamfuata kwenye kiti cha enzi. Sasa labda unafikiri, Stephen, unajua, sitakumbuka yote majina haya yote yapo mengi sana. Basi nitakulaumu lakini, sasa tunafika kwa mtu ambaye naamini anastahili kukumbukwa na wacha ni kuambie, wasifu wa Asa ni pumzi safi katikati ya uchafu huu wote. Na maanisha sikiliza tu kile mstari wa kumi na moja unasema, Asa alifanya yaliyo sawa machoni pa Bwana kama vile Daudi baba yake alivyofanya. Hiyo ni kubwa kiasi gani? Na maanisha hatimaye, mtu anafanya yaliyo sawa. Tunaambiwa hapa kwamba anaondoa makahaba wote wa kidini, sanamu zote kutoka katika nchi. Hata anamfukuza bibi yake, malkia mama mwovu, ambaye alikuwa amewaongoza watu katika kuabudu mungu wa kike wa uongo. Katika akaunti sambamba ya mbili Mambo ya Nyakati 14 tunapewa maelezo zaidi ya utawala wa Asa. Mstari wa nne unatufahamisha kwamba Asa aliagiza Yuda kumtafuta Bwana na kushika sheria. Pia alitia nguvu miji ya Yuda, alishinda jeshi la Waethiopia lenye watu milioni moja kama unaweza kufikiria, kwa sababu alimlilia Bwana kwa imani. Kisha hapa katika sura ya 15 ya 2 Mambo ya Nyakati tunaambiwa kwamba Asa anawaongoza watu wake kujitolea tena maisha yao kwa Bwana. Hata hivyo, kwa bahati mbaya zaidi, katika sura ya 16 ya Mbili Mambo ya Nyakati tunagundua kwamba baadaye maishani, Asa anategemea muungano na mfalme wa Shamu, Ben Hadad, badala ya kuendelea kumtumaini Bwana anapokabiliana na uchokozi wa ufalme huu. Sasa, ingawa wapinzani wa kaskazini wanarudi nyumbani kwa haraka, asa anakemewa kwa muungano wake na nabii mzee Hanani, ambaye anakuja na kumletea mfalme Asa mstari huu wa kawaida. Kwa kweli inafaa kuhifadhi hapa, katika mstari wa tisa macho ya Bwana yanapita huku na huko duniani kote, kutoa msaada mkubwa kwa wale ambao moyo wao hauna lawama kwake. Sasa licha ya kwamba Asa alishindwa katika maeneo fulani, kama sisi sote tunavyofanya, anabaki mwaminifu kwa Mungu na ufalme wa Yuda unabarikiwa kuwa na mfalme huyu mcha Mungu kwa miaka 41. Sasa mpangilio wa matukio unatuchukua nyuma hadi Moja Wafalme 15, ambapo tunaambiwa kuhusu wafalme waliotawala Israeli wakati huo mfalme Asa alikuwa akitawala Yuda. Aya ya 26 inatuambia, mwana wa Yeroboamu, Nadabu, alitembea katika njia ya baba yake na katika dhambi yake. Na baada ya miaka miwili tu kama mfalme, Nadabu anauawa na mtu anayeitwa Basha, ambaye kisha anaendelea kuwa nyumba yote ya Yeroboamu hapa katika aya ya 29. Kwa njia hii inatimiza unabii ulioko nyuma katika aya ya kumi ya sura ya 14 kwamba Bwana angekata kila mwanamume kutoka kwa Yeroboamu, akimaliza na saba yake ya kifalme. Vema, kwa sababu Basha pia anatembea katika njia ya Yeroboamu katika dhambi, Bwana anaahidi hapa katika aya ya tatu ya 1 Wafalme 16 kufagia kabisa nyumba yake kama alivyofanya kwa Yeroboamu. Basha atatawala kwa miaka 24 na ataridhiwa na mwanawe Ela. Lakini baada ya miaka miwili tu, mtumishi wa Ela Zimri anamua kisha anaua nyumba yake yote na kutimiza neno la Bwana. Kwa hiyo Zimri, sasa ni mfalme, lakini anatawala kwa jumla ya siku saba tu. Siku saba katika utawala wake, Amri kamanda wa jeshi la Israeli anamfukuza hadi kwenye jumba lake la kifalme, ambapo ameachwa bila njia yoyote ya kutoroka. Kwa hiyo Zimri, Anachoma jumba lake mwenyewe na kufa katika moto huo. Namaanisha, kama hii inasikika kama filamu ya kutisha, basi ilikuwa hivyo. Sasa, jenerali Amri ni mfalme na yeye pia ni mtu mwovu. Mstari wa 26 unatueleza alitembea katika njia zote za Yeroboamu. Sasa, Amri anajulikana kama mfalme aliyefahamika kwa kujenga mji wa Samaria ambao unakuwa mji mkuu wa Israeli. Kwa hivyo una ufalme wa Yuda wenye makao makuu huko Yerusalemu na sasa una ufalme wa Israeli wenye makao makuu huko Samaria. Amri pia anajulikana kwa kuwa baba wa Ahabu, mmoja wa wafalme waovu zaidi katika historia yote ya Israeli. Kwa kweli, mstari wa 31 unatueleza Ahabu alichukua mke Yezebeli. Na Ahabu alifanya zaidi kumkasirisha Bwana kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Wow, hiyo ni kama wasifu gani? Alifanikiwa kumkasirisha Mungu zaidi kuliko mfalme yeyote mwingine aliyeweza kufanya kabla yake au baada yake. Sasa, baada ya habari hizi zote, ikiwa unahisi kizunguzungu kidogo, naelewa mimi pia. Huenda usikumbuke majina ya hawa wafalme, lakini nataka ukumbuke kanuni hii muhimu. Haijalishi walikuwa nani au walifanya nini, kilicho muhimu zaidi ni kama walitembea na Mungu au la. Mpendwa, wasifu wako unaonekanaje leo? Basi wacha nikuambie, haijalishi unafanya nini maishani, haijalishi cheo chako ni nini kazini, haijalishi unatawala ufalme gani